Matokeo ya NECTA 2025 tayari yameweza kutoka na katika video hii tutakwenda kuangalia namna ya kuweza kuangalia. Hato ya kwanza, ingia kwenye Google search neno NECTA, ili uweze kupata matokeo haya ya Standard 4 National Assessment SFNA 2025. Haya ni 2024. Matokeo yametangazwa rasmi leo, lakini bado hayajaweza kupakiwa katika website ya NECTA na muda si mrefu atakwenda kupakia matokeo haya. Kwa hiyo atakapopakiwa basi wefuata njia hizi utaweza kuona mikoa yote. Utachagua mkoa ambao unataka kuangalia matokeo yake kama ni Manyara utachagua mkoa. Utagusa katika wilaya ambao unataka kuangalia matokeo yake. Baada ya hapo utagusa jina la shule hiyo ambao unataka kuangalia matokeo yake kama hivi. Kwa hiyo <coughs> unachotakiwa kufanya ni kusubscribe na kulike katika channel hii ya Feaboy ili uwe wa kwanza kupata matokeo haya pale yatakapowekwa. <coughs> Matokeo haya yatawekwa siku ya leo mida ya saa saba au saa nane yatakuwa tayari yameweza kuwekwa matokeo haya. Kwa hiyo yatakapowekwa tu utaweza kuyapata hapa katika channel hii. Usahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel hii. Asante na karibu.